Mashirika mawili ya kijamii yashirikiana ili kuboresha kilimo wadi ya Kinna. Ikiwa ni mbinu mojawapo ya kuboresha kilimo cha mimea mbalimbali katika wadi ya Kinna, mashirika mawili kwa jina Thorn Tree of Hope na ile ya Malka Bisanadi Cultural Village yameshirikiana ili kuendeleza juhudi za kudhibiti makali ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kujikita katika upanzi wa nyasi ya mifugo upanzi wa mihogo, kwa manufaa yao miongoni mwa miradi mingineyo. Haya yameelezwa na Makai Mamo ambaye ni mwenyekiti wa kikundi cha Malka Bisanadi. Thorn Tree Thorn of Hope ambaye imeleta miradi mingi sana kwetu, hiyo miradi tunaona itatuelekeza vizuri ndio sisi tukabiliane na hali yanga. Hii maneno ya kasava kasava ambaye tunafanya processing ya kasava ndio watoto wetu wapate chakula na watu wetu wapate chakula kwa wingi. Haya pia tunafanya maneno ya feedlot. Feedlot itatusaidia abatua, ikifunguliwa tunaona ukifanya fattening mbuzi yako na ng'ombe yako utaweza kukabiliana na hali nzuri. Maisha ya hii ya kuhamahama na ng'ombe, maisha ya hii ya kuhamahama na mbuzi iliweza kuadhiri sana watu wetu lakini sisi sahi tuki tukishirikiana na Thorn Tree, Thorn of Hope tunaona tutakabiliana na hiyo hali kwa sababu mali yetu itakula mahali moja na itakuwa na kilo mzuri ambaye tunaweza kuuza hata inchi za ngambo. Na pia tukiona maneno ya food production pia inaweza kutusaidia watu wa zamani wanachoma nyasi, lakini sisi tumeona tumeona tumeona mengi, ukiuza nyasi pia unaweza kufanya commercialization ili upate pesa mingi na pesa ikue kwa mfuko, ndio uweze kusomesha watoto wako. So tumeona tukishirikiana hivyo na hiyo hiyo shirika letu mzuri, tumeletewa na ndugu yetu, tunaona hali yetu itakuwa mzuri na tutakabiliana na hali yanga, na maisha itakuwa mzuri, venye hata watu wa down country wanaishi, hata sisi pia tukiwa mashinani tunawezaishi. Kwa upande wake Hussein Mohamed ambaye ni mwanzilishi wa shirika la Thorn Tree of Hope Amesema wanayo malengo ya kutekeleza miradi ya gesi itokanayo na samadi ya ng'ombe yaani biogas, ili kujiendeleza kiuchumi na pia miradi ya upanzi wa nyasi ya mifugo, mihogo na mimea mbalimbali katika ekari ya ardhi eneo la Wadi ya Kinna. Watu wetu zamani mavi ya ng'ombe wanaisenya yote, wanaenda kumwaga. So, ufikiria habari ya kutoa biogas kutoka kwa hiyo manywa pamoja na fatalizer. So hayo tu yamebakisha na hali ya anga ndio imesababisha sisi tuweze kumaja pamoja na eh, kuwa na ujuzi wa muda mrefu ambaye kwa ukulima wa dada yetu Maka na grupu yake walikuwa ndio nimeweza kuwaunganisha na eh. Naye Abdifatah Mohamed ambaye ni mwenyekiti wa shirika la Thorn Tree of Hope amesema kikundi hicho kina wanachama arobaini na watano ambapo amewahimiza vijana kujiunga nao ili kunufaika na miradi mbalimbali mbali ya kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. E, ama kwa jumla Kenya e, youth huwa e, wameachwa nyuma, na sasa hivi nina represent as a chairperson, I also recommend and commend na kuweza kuelezea pia kuhusu changamoto ambaye sisi kama wa vijana youth especially now wanajulikana kama Gen Z, ukiangalia e, generation utakuta kuna wale maybe, wamejiengeji in, uh, in some areas which is not important for them na maybe kuna wale wamejiengeji na drugs. Kuna wale hata in an environment huwa wanaharibu miti na kadhalika, so as I'm representing a youth a, a youth nilikuwa tu naomba tu kwa wale maybe wako na hizo maybe um, tabia ama hizo tamaa ambazo zinafanya mtu aharibu our environment. Kwa wale wenye wamejiengeji maybe na eh, drug abuses, tafadhali wacha tu tujikaze. Uh, in such, uh, opportunity, ambayo sasa tumeanzisha itakuwa ina, ina, ina wa -employ, ita employ our members ita employ our youth itakuwa inawafanya wakuwe engaged in kutafuta yale mahitaji si yetu tu. Wakotoani kiripotia runinga ya Wanso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Wanso ya kujuza na kukuburudisha.